Kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Heche leo ametoa nzito, ametaja siri ambazo watu wengi walikuwa wazijui. Hii ni pale ambapo alitembelea ama alienda kushuhudia mwendelezo wa kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu inayomkabili mahakamani jijini Dar es Salaam. Alinukuliwa akisema kesi hii ni bandia, Lissu aliambiwa achiwe alafu aende nje ya nchi ili kuepusha maneno, kesi hii ya kupangwa. Maneno mengi ameyasema leo John Heche. Vile vilevile, aliwaita waandishi wa habari wa na kutoa hotuba kali ambayo watu wengi wachambuzi wa masuala ya kisiasa wametafsiri kwamba Heche bado anadukuduku, Heche bado hajalizika, na imeonekana Heche anawakilisha Chadema. Kwa maana hiyo ni sawa na kusema kwamba Chadema ijalizika, Chadema bado ina kinyongo pia mwana Afro Media, tutakuletea hotuba hii ya John Heche, na wewe utatupa maoni yako, utatuambia, je, aliyoyasema John Heche yana uhalisia gani, au yana taswira gani, au yana undani gani? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia na kushare, ili uendelee kuwa mwana Afro Media TV, na uwe wa kwanza kupata habari ama video mpya tunapoziweka hapa ili ujifunze zaidi na kujua mengi yanayoendelea nchini Tanzania, barani Afrika na duniani kwa ujumla. Hii hapa video, tukamsikilize, alafu utatuambia maoni yake. tena na tena na tena kwamba hii kesi ni kesi ya uongo, ni kesi ya kisiasa. wamemfungulia kesi, wamekaa naye, wamwachilie. Sasa wamwachilie Tundu Lissu arudi mtaani jambo ambalo chama chetu hakitafanya. Wa, mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani, mmewasikia. Kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi, hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu CHADEMA anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Si kama mnanielewa. Hatutakubali blackmail hii kesi. Wanataka kuitumia kama blackmail kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema o oh, kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema mwaka jana. Mwenyekiti amewaambia hawezi kukubali wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita wanachoita maridhiano ya uongo kwamba kubalini, kwamba si nini, tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue, Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongoze. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa na wengine wanashangaza sana wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane wakati ule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mboya kuwa ndani? Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao, wanajidanganya sana. Wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu, lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa, e, wa, wa Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa ni ni, ni, ni, ni, hewa, ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. CHADEMA ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka lemo hizo za kufutwa. Leo unavozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migori wamejenga ofisi Leo wanawezeka yaani, chama kimefungiwa, wanachama wanajikoordinate, wanajenga ofisi na wanawezeka. Katika mazingira magumu haya wanafanya shughuli za chama, hiyo inakuambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba CHADEMA itakufa, imekufa, imekufa. Ndio maana nasema CHADEMA ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hivi ndio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere, wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeishajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu. Wenye mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na sisi ya. Kama wanajiamini, tukutane nao, wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi, Watanzania waamue nani wanataka awaongoze, full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya asanteni sana tu... na mwana Afro Media TV natumai umemsikiliza na umeona alichokisema mheshimiwa John Heche mbele ya waandishi wa habari. Natumai umeangalia hotuba yake mwanzo hadi mwisho umeangalia kikao chake mwanzo hadi mwisho. Sasa tunarudi kwako wewe mtazamaji na msikilizaji wetu, ni nini maoni yako, nini mtazamo wako juu ya swala hili? Je, alichokisema Heche umekielewa vipi, au una mtazamo vipi? Uchambuzi wetu tumeshautoa tayari. Je, na wewe una kipi cha kukuongezea au una kipi cha kutuongezea sisi wana Afro Media TV? Usisahau pia kutuambia katika maoni yako, unatazama Afro Media TV kutoka nchi gani, maana tupo duniani, kila mtu anatoka katika nchi yake mbalimbali mbali. Utuambie na wewe unatazama Afro Media TV kutoka nchi gani? Hii ni Afro Media TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, na tunasema asante kwa kuwa nasi.